kujua baadhi ya sura ambazo kwamba ziko katika Al-Quranul Karim na baadhi ya maana ambazo kwamba tutajaribu kueleza ili pindi unapoisoma Al-Quranul Karim uwe na idea ya kile ambacho kwamba unachokisoma. Leo insha Allahu taala tuko na suratul naba. Suratul Naba ni sura makkiyah, aya zake ni 40.

kuhusu siku ya Kiyama na kwa habari kuhusu kufufuliwa na kuhusu kulipwa, na ni jambo ambalo kwamba limewashughulisha wengi katika mushiriku quraishin na sanadida quraishin. Je, iko siku ya Kiyama? Je, tutahesabiwa? Je, tutafufuliwa? Kila mmoja alikuwa na masala yake. Amma yatasaalun ani nabai azim

Baadhahum baadha. wanaulizana nini hawa ambao kwamba amba wenye kupinga siku ya kiama wenye kuikataa siku ya kiyama wenye kukataa kufufuliwa wenye kukataa kwamba wataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watalipwa malipo yao amma yatasaalun yatasalun wanaulizana ulizana nini ani nabail adhim

Kwa nini waulizane kuhusu kufufuliwa? Kwanza ni jambo ambalo kwamba hawaliamini, ni jambo ambalo kwamba hawalikubali, na ni jambo ambalo kwamba hawalitaki. Sababu kwa nini wao wanaulizana kuhusu albaath, ya kwamba wao watafufuliwa, ni kwamba ni jambo wao hawalitaki, kwa sababu lau wangekuwa wanalitaka ama lao wengelikuwa wanalikubali, wasingelitilia shaka na kuliuliza saa zote. Wangekubali kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wangelikubali amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba siku ya kufufuliwa iko, hakuna masala ya ziada, hakuna kuuliza kwa shaka, hakuna kuuliza kwa dhanna. Madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ya kwamba watu watafufuliwa yaumal qiyama, na watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kunao watakaofaulu wataingia peponi na kunao ambao kwamba hawatofaulu wataingia motoni. Hivyo haina haja ya masala mingi, haina haja ya kuulizana, ulizana saa zote na kutafuta majawabu ambayo kwamba hamu yataki

fi wuquihi wanashaka ya kwamba watafufuliwa na kuna wale ambao kwamba mukadhabun wa munkirun lihusulihi wanakanusha na wanakataa ya kwamba siku kama hini itafika. Kwa hivyo wamegawanyika vikundi viwili sanadida quraishin ama kufaru quraishin, wako wale ambao kwamba wanashaka ya kwamba e eh, sijekuwa iko siku kama hini isijekuwa iko siku ambayo kwamba amba tutafufuliwa, na kuna wale ambao kwamba wanakanusha kabisa ya kwamba hakuna siku ya kufufuliwa, hakuna siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Wanaamini ya kwamba mtu akifa, akishatiwa katika kaburi lake, stori yake imemalizika. Kama amestarehe duniani, amestarehe. Kama hakustarehe duniani, ni ujinga wake. Kama hakujijenga duniani, hakufurahika duniani ni ujinga wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo, alladhi hum fihi mukhtalifun, hii ni habari ya kufufuliwa na hii ni habari ya yaumul qiyama ya kwamba wataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu na watahisabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Hum fihi mukhtalifun, wao wamegawanyika katika habari kama hii. Kuna wale ambao kwamba wanatilia shaka na kuna wale ambao kwamba wanakadhibisha, wanasema la

Wanasema ya kwamba siku kama hii haitotokea ama siku kama hii haitowafikia. Kalla sayalamun, iko siku ambayo kwamba watajua eh, kumbe ni ukweli. Sisi tulikuwa tukikanusha ovyo, tulikuwa tukikataa ovyo, tulikuwa tukipinga bila sababu yoyote, bila asli yoyote. Kalla sayalamun, ile siku ambayo kwamba watafufuliwa watapata habari ile, si kwamba kwamba watafufuliwa na sasa. Alana hashasa alhaqu, mambo wanayaona biainai rasihim, wanayaona kwa macho yao na mambo yamejitokeleza me, ya mbele yao ya kwamba lo, sisi tulikufa, na leo sisi leo tumefufuliwa. Kalla sayalamun, watajua tu siku hiyo ikiwafikia. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kati ya tauhidi thumma kalla sawf, thumma kalla sayalamun, hakika si lengine watajua. Isitoshe, hakika si lengine watajua kwamba yale ambayo kwamba walikuwa wakielezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba iko siku ya kufufuliwa, iko siku ya Kiyama, iko siku ya hisabu, jiandaeni Musiishi duniani mkiwa muna dhulumu watu, musiishi duniani ikiwa muna kula riba na msiondoke duniani ikiwa hamjaamini la ilaha illa llah Muhammadur Rasulullah. Wakawa wanapuuza wanamwambia mtume maneno ya kipuuzi, wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo unayotuambia ni asatiru lawalin, hizo ni stori za wale waliotutangulia, hiyo ni stori ya wale ambao ni, ni stori za kale ni stori za zamani, lakini siku itakapofika wao wakafufuliwa, mbele ya Allah subhanahu wa taala, wakatoka katika makaburi yao. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun, mambo yatawafungukia wakati huo, akili zitawarudi wakati huo, watakuwa ni wenye kujuta ya kwamba sisi tulikuwa tukiipuuza hii ni siku lakini leo hii ni siku, ni hakika. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kisha anaonyesha kudra yake, uwezo wake, na yote haya anawaonyesha ili wapate kuamini, si anaonyesha tu kujifakhiri ama kuonyesha adhama yake, anawaonyesha ili na wao waamini. Amewaonyesha ya kwamba angalieni namna nilivyowaumba naangalieni lamna mulivyotoka katika matumbo ya mama zenu, tieni akili. alam najal lardha mihada. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anawambia, kwani sikuijaalia hii ni ardhi imetulia, munaweza kuishi ndani yake, imetulia, munaweza kutasaraf mambo yenu ndani yake, munaweza kuibadilisha namna unavotaka

munaweza kustakiri ndani yake na mnaweza kuenda mahala kokote mkaanza maisha ndani yake. Waljibala awtada. Hamuoni namna Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alivyokitisha majabali katika ardhi? Hamuoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekitisha majabali katika ardhi, ardhi ikawa haiwezi kutingisika lao, kungelikuwa hakuna majabali hiini ardhi ingekuwa inatingisika, haina stability. Na Mwenyewezimngu subhanahu wataala, katika kuumba kwake, ile unayoona katika ardhi kama ni kilomita ni mita alfu juu, ujue ni mita alfu mbili chini, ili kukitisha ile ardhi kukupitia majabali wa khalaqnakum azwaja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema na nimewaumba nyinyi into pairs. Iko mti mwanamume na iko mti mwanamke, yuko mdudu mwanamume na yuko mdudu mwanamke, yuko mtu mwanamume na yuko mtu mwanamke. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba azwajan, tuko wawili wawili, asnafan dhukuran wa inathan ametuumba wengine ni wanaume na na wengine ni wanawake, kwa ajili ya nikaha na kwa ajili ya kueneza watoto katika ardhi ili watu wapate kizazi katika ardhi. Yote ni utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii inavunja hoja ya kwamba kuna watu leo wanasema kwamba wao ni wanaume lakini wanatamani wanaume wenzao na wengine ni wanawake, wanasema wanawatamani wanawake wenzao. Jambo hili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakumuumba nalo mwanadamu, ikiwa jambo hata wanyama hawafanyi, vipi leo sisi binadamu tunafanya? Yule mnyama wenye mantiq anatuambia ni hayawanun ghairu natiqin, lakini sisi binadamu ni hayawanun natiqun aqilun sisi ni binadamu ni hayawanun natiqun, wenye kuzungumza, aqilun, wenye akili. Sasa yule ambaye kwamba hana akili, vipi, hafanyi mambo ya upuzi na ya ujinga, kama ambayo kwamba sisi binadamu tunafanya mambo ya upuzi na ujinga, ya mume kumwoa mume mwenzake na mke kumwoa mke mwenzake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatuambia wa khalaqnakum azwajan na nikawaumba into pairs mume na mke. Wajaalna naumakum subata, na nikajaalia usingizi kwenu nyinyi ni rahatan liabdanikum, ni utulivu na ni kupumzika kwa miili yenu. Ndotakuta binadamu hawezi kwenda bila usingizi, lazima ulale na yule ambaye kwamba halali atakuwa mgonjwa. Ukienda kwa madaktari, kama daktari ni experienced, kwa kukuangalia tu akishakuangalia tu atajua ya kwamba wewe hulali. Hii homa ulionayo ama hichi kichwa kukuuma ni kwa sababu wewe hulali, takuangalia tu kwa kupitia macho yako, akuangalie katika balansi yako, atakuambia wewe hulali kwa hivyo, wajaalna naumakum subata. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anatuambia nani kajaalia usingizi ama kulala kwenu, subata ni utulivu wenu, mupate kupumzika. qatian liashghalikum, ambayo kwamba inakata shughuli zenu na munakata kutokamana na mashaka ambayo kwamba munayapata. Tiwala nahar mchana mzima unakimbia huku, unakwenda huku, unakwenda huku, unakwenda huku. Mwenyezi Mungu akaleta usingizi kama utulivu kwetu ili sisi tutulize miili yetu, na katika askari miongoni mwa askari wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ni usingizi. Kumbuka wakati mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anataka kugura kutoka Makka kuelekea Madina kufaru Qureishin wakawa wamepanga vijana wasimame, ama wamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallama nje ya nyumba yake pindi anapotaka kutoka, wamuue. Wakawa wameizingira nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallama usiku. Mwenyezi Mungu hakushukisha malaika wa waadhibu, Mwenyezi Mungu hakushukisha mafuriko Mwenyezi Mungu hakuleta wanyama waje wawamalize wale wale ambao kwamba wanataka kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu akashukisha usingizi, wakalala wote nje ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume atoke. wajaalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, usingizi kwa hivyo wajaalna naumakum subata wajaalna lleila libasa ai jaalna lleila kallibas yaghshakum wa yasturukum bidhalamihi, na tukajalia usi, usiku ni kama vazi linawastiri kwa kiza chake, kila mmoja anajificha katika nyumba yake kama vile nguo inavyomstiri mtu katika mwili wake. wajaalna nahara maasha na tukajaalia mchana ni wakati wa kutafuta maisha. ai jaalna nahara sababan litahsili lmaashi tatasarafuna fihi liqadai hawaijikum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akajalia mchana ni wakati wa mtu kutafuta riziki yake, mtu kuzunguka zunguka akiwa anatafuta maisha yake ya kila siku, ndivyo inavyotakikanwa mwanamume khasatan, hafai kulalalala ovyo ovyo, hafai kuketi bila ya kufanya kazi, hafai kuombaomba saa zote. Lazima mwanamume ajisumbue, lazima mwanamume ajisumbue, lazima mwanamume atafute rizki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wajaalna annahara maasha na akajalia mchana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wakati wa kutafuta riski. Kwa hivyo ni jukumu langu mimi na wewe tutafute riski kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala insha Allahu Ta'ala. Katika kipindi kijacho tutaendelea katika sehemu ya pili kuieleza sura Naba, tutaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, wa banaina fawqakum sab'an shidada.